Wamarekani waandamana kumpinga Trump na sera ya uhamiaji. Waandamanaji hao waliendesha mgomo wa hakuna kazi, hakuna shule, hakuna ununuzi kote Marekani siku ya jana Ijumaa kupinga msako wahamiaji uliofanywa na utawala wa Trump. Baadhi ya shule huko Arizona, Colorado na majimbo mengine zilifuta masomo mapema kwa kutarajia wanafunzi wengi kutohudhuria. Maandamano mengine mengi yalipangwa kwa ajili ya wanafunzi na watu wengine kukusanyika katika vituo vya miji, majengo ya serikali za majimbo na makanisa kote nchini humo. Maandamano hayo, yalifanyika huku kukiwa na hasira kubwa kufuatia mauaji ya Alex Pretti, muuguzi wa wagonjwa mahututi ambaye alipigwa risasi mara kadhaa baada ya kutumia simu yake kurekodi maafisa wa Ulinzi wa Mpaka wakifanya operesheni ya kuwakamata wahamiaji mjini Minneapolis. Kifo hicho kimeongeza ukosoaji kuhusu mbinu za utawala wa Trump kufuatia kifo cha Januari 7 cha Lin Good aliyopigwa risasi na afisa wa uhamiaji wa, wa forodha ICE wakati akiwa ndani ya, ya gari lake. Nikiripoti kutoka studio, mimi ni Veronica Emmanuel Grevas.